Yeah, bwana this is the perfect combo. Wanasema Dullah na Abdalla wamekutana. Heavyweight Dullah mko jani OG ama official mko jani Fenesi niko naye mwanangu sana kuendelea kuchukua yale mazuri ambayo tunayaona hapa katika visiwa vya Marashi ya Karafuu. Bwana bila kupoteza muda heavyweight. Salamu alaikum ama Cheche. Ah uh, zote salamu. Wa alaikum salamu Cheche. Oh, umeanza kukipiga sasa zote salamu. Ah. Sala mm, uh, ah tuko tuko visiwani <laughs> muhimu. Na hapa ni nyumbani. Eh. Yeah. Ya kwa sababu hapa ni nyumbani basi ni muhimu yeah. Sababu huko tunajua kama mapata vitu vile wanakwambia sema fruti urojo unapigwa na vitu fulani, sio mbaya. Tupo hapa Benjamin Amani Complex uwanja yeah. Bora kabisa ambao utaenda kushuhudia mchezo mkubwa wa mnyama Simba eh, akimkaribisha Stellenbosch kutoka South Africa. Hawa ni wa Cape Town. Ila yeah. kule kwa sababu mechi yao imepelekwa Durban <laughs> lakini sio kwamba ni wa Durban. Ndio. Hawa ni wa Cape Town City. Bana. Ndio. Heavyweight. Namna ambavyo Wazanzibari wamepokea na wanaendelea kujitokeza hapa, hiki unachokishuhudia umekipokea kwa namna gani? Of course nimekipokea kwa uzito mkubwa kwa sababu eh, wakati nakuja hivi ndio eh, nakuja uwanjani kutokea sehemu nilipofikia eh. Eh, katika gari ambayo nimepanda nilisikia Mediali akisema kwamba ah, eh, Simba ili neno Simba kwanza, ndio, alolianzisha ni Mzanzibari nimemsikia akisema ye. yeah. na lakini akisema vile vile eh, ah. e, Simba ni ya Wazanzibari. Kwa hiyo maanaake kuna namna fulani, kuna maneno fulani amekuwa akiyaweka ambayo yanamfanya yule mzanzibari mmoja mmoja kumgusa moja kwa moja, na mwisho wa siku anapelekea e, yule mzanzibari kuona kwamba hana haja ya kubaki nyumbani zaidi ya kwenda jambo la kwetu, yani jambo la kwetu, kwamba sisi ndio wenye Simba, sisi ndio tumeanzisha neno Simba. yeah. e, Simba inapata baraka zote huku na vitu kama hivyo na nini kwa hiyo hiyo tu peke yake imefanya au imepelekea e, Wazanzibari kuhamasika na kuweza kufika uwanjani. Sawa? Lakini unajua ni kwa sababu hatuna ile takwimu za kutosha za ku, za ku, za ku, za ku, kama za kupima jinsi ambavyo Wazanzibari wamekuwa wakijitoa kwenye, kwenye mechi. Sawa? Shabiki yako anakusalimia bana yule. e, shukran sana e, shukran sana e, asante sana unaweza ukarudia na mke huku huku, ndugu yangu, sio haba, kazi inayoifanya heavyweight inaonekana, na namshukuru Mwenyezi Mungu. Nilikuwa nasema e, hatuna ile takwimu ya moja kwa moja, lakini mi nakwambia kitu kimoja, hata mechi zinazochezwa pale Benjamin Mkapa watu wamekuwa wakitoka huku Zanzibar A. na kuja kule kule, kwa kwafan, kuna ndugu yangu mmoja anaitwa Ikram Ikram Muharami. Huyu Ikram kila mechi ya Simba ambayo inachezwa Dar es Salaam, yeye anakaa huku Paje kule A. lakini kila mechi ya Simba anajitahidi anakuja uwanjani, na hapa nitaonana naye panapo majaliwa uh, niki, akifika hapa kwa sababu nilikuwa nawasiliana naye. Akifika nitakukutanisha naye, nitakwambia huyu ndo mshabiki nilokwambia kwamba kila mechi ya Simba inayofanyika Dar es Salaam anafunga yeah, safari anatoka huku Zanzibar mpaka Tanzania bara ku, anaenda kushuhudia mechi ya Simba. Kwa hiyo watu wanajitoa huku, sio kwamba hichi unachokiona usishangae, usi, watu wanajitoa na anawa mara nyingi napokuja swala la Simba yao wamekuwa waki. wakionyesha jambo kubwa ndio. Kwa hiyo mm. Hii si ajabu tunachokiona hapa. Aa, sio ajabu. Wewe ajabu. Sio ajabu. Subiri mida saa, nane, Bana, saa eh. Eh, nane tisa hivi utaona mechi saa kumi nane tisa utaona heavyweight tumekuja huku Zanzibar, lakini leo utaratibu kama yani tupo Ulaya Ulaya kwanza, barabara kubwa zinazokuja uwanjani zimefungwa mm. watu wanakuja maeneo ya uwanja wakiwa wametulia kabisa mm. hili eh, labda linaweza kuwa funzo ama sehemu nyingine pia kujifunza utaratibu kama huu ambao umewekwa hapa visiwani Zanzi. Unajua mimi, mimi kwa upande wangu n yani mara nyingi huwa naona Simba kuna vitu vingi huwa wanavifanya. Unajua hii ni timu kubwa ambayo inapewa thamani, nisio muongo, sawa yeah? Ni timu kubwa ambayo inapewa thamani, lakini ni timu ambayo inakubalika ina inapewa ile hadhi ambayo inastahili kupewa kwa uh, kwa upande wa, wa maandalizi, umenielewa jinsi gani ya, ya inavyopokewa na nini hadhi ambayo haipewi ni labda kwenye jinsi inavyozungumziwa na watu wenye, wenye, wenye uwezo wa kuzungumzia vitu, si unanielewa pointi yangu, yaani media houses na nini yeah. inawezekana bado wakaiona kama ni kawaida, lakini kiuhalisia sio timu ya kawaida hata kidogo, umeelewa. Na hawa Stellenbosch wenyewe wanakuja, wanaona hivi hivi vitu ambavyo vinafanyika, jinsi ambavyo Simba imekuwa treated hapa, jinsi ambavyo e, imepokelewa namna ambavyo utaratibu umewekwa maanake kuanzia kule main road yeah. pamepigwa tepo, hakuna mtu kuingia zaidi ya mashabiki tu kwenda, hakuna usafiri, hakuna usafiri, mapikipiki, magari yamezuiliwa, kwa sababu ya kuwapa heshima Simba pamoja na mashabiki wake wanaokuja ku yeah, support kwa hiyo, hiyo ni swala ambalo lipo na mimi huwa naona kwa upande wa, wa, wa vilabu, kuna vitu pia wanabidi wachukulie wa, wa, wa, wajifunze, sababu hii wa ni mechi ya international, menilwa, na Simba anawakilisha taifa, sasa why not asipewe, yeah. Full treatment kwa sababu zilikuwepo nyingi lakini si zimeondoka. Na sio tu uh, anawakilisha taifa kwenye stage ndogo hapa, ina maana ana uwezo wa kutengeneza mazingira mazuri ya kufuzu akiwa hapa hapa, ili anapoenda kwenye mechi ya pili anaenda kukamilisha ratiba, Simba inaingia fainali. Na mimi nishazungumza eh, hii inafanya kurudia, sawa. Ikitokea e, Simba amevuka hii stage, ndio ili kombe anaweza akaangalia namna ya kupita nalo Si unanielewa? Ndio. Yaani ikitokea ya Simba Ma amebuka kama uchani hivi tunajenga timu, tunajenga timu. Nakwambia tena Mohamed Dewji mwaka 2018 kwenye moja ya interview zake ameshawahi kusema anataka kuiona Simba ipo kwenye top 4 ya vilabu bora barani Afrika. Si alisema? Alisema. Of course Simba ipo wapi sasa hivi? Namba 4 pale. Katika interview zaidi ya kumi ambazo, yeah, amezungumza Mohamed Dewji ameshawahi kusema anataka kuona Simba inachukua kombe la Afrika. Yeah. Unakumbuka? Eh. Yeah. Simba inataka kuchukua kombe la Afrika. Kasema, kasema kabisa, mimi nataka siku moja kuiona Simba inachukua kombe lolote la Afrika, iwe shirikisho, iwe klabu bingwa. Wewe unaona hiyo nafasi ipo amna? Ipo, ipo, ipo. Sio hapo bado wamo? na Simba ipo nusu finali sasa. yeah. kama aliweza kuifanya Simba ikawa top 4, kwa nini tusiamini kwamba ahadi ya kusema Simba anataka ichukue kombe la Afrika isitimie? Yaani ni vitu ambavyo vinahitaji tu Knowledge ndogo oye, kwamba kwamba yani Mo alikuwa kasha tengeneza ramani kwa hiki ambacho nini. Of course Mo wakati anazungumza hayo maneno ya Simba yeah, kuingia top 4 ya vilabu bora barani Afrika yeah, Simba ilikuwa mbali huko, watu walikuwa wanacheka <laughs> wanasema huyu vipi huyu <laughs> hivyo, wanampa maneno ya wa kejeli ambayo mi siwezi kuyanukuu. Ndio kuna maneno fulani ya kejeli walikuwa anasema eh. Sasa safari hii sawa, yeah, Simba iko top 4 sawa Uki sijajua kwa wengine, ila mimi kwa upande wangu nimezungumza kwamba yeah. Mohamed Dewji aliwahi kusema una, unajua, nimezungumza kwa upande wangu Mohamed De..., lakini sijaona watu wengine wengine wakizungumza au wakijaribu kukumbusha jinsi ambavyo Mo aliwahi kusemi, kusema haya maneno sasa. Anasema tena, hakuishia kusema, anataka kuona inaifika top four. Alisema pia anataka kuiona Simba inachukua taji lolote la Afrika, Afrika. Afrika. Na uwezo huo kwa, kwa alipofikia anawe, anaweza aka, akafanya akasaidia, umeelewa. Kwa hiyo kwa upande wangu mimi Simba ipo kwenye stage ambayo ikijipambanua kidogo tu kidogo tu, basi ana uwezo. Kwa mfano kama tatizo la kukosa nafasi, kwa mfano kama leo akijaribu kutumia nafasi ambazo zinapatikana by the way, Simba atatengeneza nafasi nyingi sana leo, akizitumia baadhi ya nafasi ambazo watazitengeneza, 60 ama 80 ya nafasi, Simba anakwenda fainali, hicho tu, Simba anakwenda fainali bana, bila shaka, bila shaka nelewa bila shaka. Kwa hiyo eh, mimi namtakia kila la heri Simba Sports Club na tuko hapa kwa ajili ya kusubiri muda wa mchezo ufike tuweze tukashuhudie kipute mene sana kushukuru heavyweight. Ah, nashukuru pia, asante.